Video hii inahusu jinsi ya kuplace sell order kwa market price. Inamaanisha tutaplace sell order kwa bei ambayo iliyopo sokoni ndani ya muda huo. Japokuwa tunaweza tukaplace katika pending order, lakini video hii inahusu jinsi ya kuplace sell order katika bei ambayo inaonekana sokoni kwa muda huo. Hapa tutatumia instant button ambazo zinaonekana katika uh, Uh, simu simu yetu akehi idetaangaia jinsi ya kuptre ee oda ya ku sell kwenye forex market, na hapa taiangalia hii pair ya euro zidi ya Australian dollar. Na hii ni Meta Trader 5 au kwa kifupi ni MT5. Napenda kutumia MT5 kwa sababu iko friend sana Ili niweze kupresi order ya kuseli nitabonyeza hii hii button button ambayo imeandikwa seli. Kwa hiyo nikibonyeza hapa nitakuwa tayari order seli. Kwa hiyo, nimesha place order seli ya kwa kwa hiyo itakuwa ni ya kuseli kutokana na bei iliyopo sokoni ndani ya muda huo. Kwa hiyo hii button hii pamoja na hii button hii hapa ya huku buy hizi ni instant button, kwa hiyo kama ukibonyeza hizo button utakuwa umeplace order kutokana na bei iliyoko sokoni ndani ya huu muda, lakini pia unaweza ukaplace sell order au buy order uh, kwa pending order inamaanisha uh, uta program labda ikifika bei fulani order yako iingie sokoni. Kwa hiyo utaiweka order, lakini hiyo order itaingia ndani ya muda ufuatao, endapo um, price itafika katika ile level ambayo wewe umeitarget. Kwa hiyo oda yako itafunguka na itaanza kuseli kama ni kuseli, na kama kubai itaanza kubai. Lakini hapa mimi nita place order kutokana na bei iliyopo sokoni ndani ya mda huo. Always mimi napenda uh, kutrade kwa bei iliyopo sokoni ndani ya muda huo, kwa sababu nakiona kitu ambacho Uh, kipo. Kwa hiyo nawe unaweza ukawa uka unafanya telling kwa uh, press order ndani ya bei ambayo iliyopo ndani ya huo muda, ila hakikisha tu umefanya uchambuzi wa soko vizuri kabla ya press order yako. Na pia kitu kingine, katika order utakayofungua, kama order hii ya seri ambayo nitaifungua, hakikisha unaweka stop loss pamoja na take profit ni muhimu sana katika kuweza uh, kumenaji uh, risk katika akaunti yako, ni muhimu sana. Kwa hiyo mimi nitaua uh, ninaandika take profit pamoja na stop loss pembeni, then baada ya kufungua order ninaiweka stop loss yangu pamoja na take profit, kuhakikisha uh, unafanya hichi kitu na hii uweze kuweka Stop loss pamoja na take profit kwa usahihi. Unaweza kawa una notebook pembeni zeni, ukisha point stop loss pamoja na take profit una note pembeni. Sasa ili uweze kuweka hiyo uh, take profit huwa unatumia hii pointer hapa kwa Metatrader 4 na 5 pia ipo. Kwa hiyo umeona hii pointer, ukiangalia mkono wa kulia kuna hizi bei ambao unaona huku pembeni, ukiangalia hapa kwa hiyo, bei yako ya stop loss utasomea huku pembeni. Kwa hiyo take profit ninaiweka hapa chini k, kwa sababu ni place order ya kuseli, kwa kwa hiyo hiyo line yangu. Kwa hiyo take profit yangu mimi ni hii hapa, naiandika pembeni 1.74100. Then okay. Nakuja kuweka uh, stop loss. Kwa nini nimeweka take profit hapo? Kwa sababu ya analysis ambayo nimesha kusha kuifanya, nimeona ikifika hapa price kuna uwezekano wa kubounce kwa sababu ya uwepo wa uh, hii uh, resistance hapa, au labda ni adjust ni adjust take profit yangu niweke 1.74 1.7403 moja then nakuja kwa adjust uh, stop loss. Stop loss yangu mimi naweka kwenye hii line hapo juu, ambayo stop loss yangu itakuwa ni 1.74688. Hii ni stop loss yangu, hii ni stop loss yangu. Kwa hiyo kinachofuata hapa nita place order ya kuseli. Kwa hiyo hii niweze ku place order ya kuseli na kuja kubonyeza hii button nikibonyeza hapa okay. Okay, kama ulivyoona hapo, nimesha place oda yangu wa kuseli. Kama unavyoona, hii hapa, hii ni oda yangu wa kuseli ambayo nimeshakusha Kuweza, uh, kuiweka, hii ni oda yangu kuseli. Kwa hiyo kinachofuata, naenda kuweka stop loss pamoja na take profit. Kumbuka ni minute tu pembeni, bado sijaiweka hapo. Kwa hiyo hii naweza kuweka stop loss pamoja na take profit na kuja kubonyeza hapa chini walipoandika trade, na kuja kubonyeza hapa chini walipoandika trade. Mimi nikuonyeshe vizuri hapa chini walipoandika trade. Kwa hiyo nikibonyeza hapa alipoandika trade nitaenda ku manage trade yangu okay. Trade yangu ni hii hapa, Zeni, nita iminya. Kwa hiyo hapa kama unavyoona, nikiminya hivi itatokea hii page kama hii, itatokea hii page kama unavyoona, nitabonyeza hapa alipoandika modify position. Nikibonyeza modify position, utaona kwa MetaTrader 5 utaona maandiko yake tipi na MT4 mkuandikia sara. Kwa hiyo hii ni sehemu kuweka take profit na stop loss, kwa hiyo nitaanza kuweka hii stop loss. Kumbuka nishaiweka pembeni, nitaiandika hii namba sara ambayo ni 1.7 1.74688, alafu na take profit huku nitakuja kuiandikia take profit ni 1.74 hapa ndipo take profit nitaiweka ndaywe hapo, uh, ni moja pointi saba nne moja pointi saba oh, moja um, pointi saba nne sifuri tatu moja kwa hizi. uh, ni take profit ambapo na stop loss um, then nakuja kubonyeza hapo alipoandika modify, kwa utaona done tumeshakwisha kuweka uh, stop loss yetu hapo, ntasubiri hii trade yangu iweze kwenda kuhit target. Nipige hapo kwenye chati. Okay, nikija kwenye chati nitaona hizi laini mbili, take profit pamoja na stop loss ambao nimeshakwisha kuiweka hapa kwa kutumia MT5. Uki double tap kwenye hii laini yako ya take profit hapa, utaona hii take profit yangu kama hapa uh, itanipa dola 44.5 na, na points ambazo nitazipata ni 307, lakini katika hii line iko ya stop loss, ni stop loss ni dola 39 na points hapa ni ngapi? Ni 310. Okay, kwa hivi ndivyo unavyoweza kuplace order yako ya kuseli kwa bei iliyopo sokoni ndani ya muda huo kwa market price hii una, una, una place order ku sell kwa market price kwa kupitia hizi button. Ili kuweza ku place kwa uh, limit order, ina maana uta ingia sehemu ambapo utaona ya kuweza ku place hiyo order kwa limit order. Lakini pia kitu kingine addition lot size, ukitaka kuongeza lot size uh, utabonyeza kuna yaka ka kadubasha haka mkono wa kulia kwa hiyo, kuhu utaongeza lot size kama hivi, kama hivi utakuwa unaongeza lot size, na ukitaka kupunguza lot size utakuja mkono kushoto hivi, ubonyeza hivi. Utaona lot size inafanyaje, inapungua. Hivyo, utakuwa unapunguza lot size. Kwa hiyo ni hivyo tu, pia kama unahitaji kuweza kujua ni entry ipi ambayo unaweza kaingia, yani jinsi ya kuweza utafuta entry unaweza kanicheki kupewa taratibu uweze kujifunza forex, ni skizi tu. Ukishakuwa na skizi utakuwa na uwezo wa kuweza kuingia kwenye market na kuweza ku make some profit uh, ila kwa sasa nimeanza kutoa mafunzo ya forex kwa gharama nafuu zaidi, kwa kamasiakanicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skini yako. Kitu pekee ambacho nataka kuambia, uh, unatakiwa uinvest kwenye mafunzo uinvesti kwenye kutafuta skills, ili uweze kufanikiwa katika forex trading. Uh, uh, kama hivyo ambavyo unaangalia tutorials kama hizi uh, tafuta pia PDF, tafuta pia mtu akufundishie kama mimi ninavyokutangazia hivi uh, hapo ndipo utakapoweza kuweza kufanikiwa katika